Leo ni siku ingine njema ya kuongeleshana tena, ya kuzungumziana tena, ya kuelezana jambo, ndio mambo yawe mazuri. Hii ni mambo na kujenga boma zetu. Boma ni mahali popote ulipo, hata kama ni kazini, hiyo ni boma. Kama nyumbani kwako, hiyo ni boma. Mahali popote, hiyo ndio boma. Boma ni mahali kunaishi watu kwa mujibu wa sheria fulani na mwelekezo fulani. Sasa jamani, imefiki, tumefikia, tufikishane hapo kweli Mwenzako amekuja amekuomba deni ya shilingi 10,000, 20,000, umempa mkiwa wawili, umempatia mkiwa wawili. Sasa mwenzako pia anaweza kuwa akapungukiwa. Amekuahidi atakulipa mwisho wa mwezi, mwisho wa mwezi ufike, mambo yawe tofauti, huyu mwenzako akwambie, bwana niko na 6,000, ama niko na 5,000, hiyo nyingine nitakulipa siku nyingine. Sasa inafikia hapo mpaka wewe unaambia mwenzako, unaenda yani, unamwitia polisi. Sasa ukimwitia polisi ndio atakuja ashikwe atayakwenda ndani, atatoka na cash bill. Akitoka na cash bill utakuwa sasa ndio umefanya umaarufu, ndio utakuwa umejenga urafiki au mtakuwa umejenga uadui. Utakuwa umelipika kweli. Si vizuri. Kabla ufanye jambo, fikiria, tumia akili yako vizuri. Huyu mwenzako ana mhitaji kuliko hizo pesa na mdai. Hizo pesa na mdai ni kitu kidogo, nakumbuka. Unamdai mwenzako alafu mshapelekane mpaka kwa chifu, mmeandikishana kule akulipe vile venye atapata. Hiyo pesa alafu wewe bado ile maandikishano kwa chifu iko na bado unaelea kutumia mwenzako SMS, unamthreaten, unatumia, unamtishia nitakufanya nini? Kwanza sifurahishi na wewe, sifurahi kukuona. Unataka mwenzako afe ama unataka ishi wapi? Na kama wewe ufurahi kumuona, kwani wewe ndio mamake? Wewe ndio ulimzaa? wachia mwenzake roho yake ameamua atakulipa na atakulipa pesa yako mpaka ishi basi hizo vitisho unamwambia atakulipa pesa zitaisha lakini vitisho vitabaki akilini yake daima dawamu wacha kutishia mwenzako sababu ya pesa watu wako na madeni hata Kenya inadaiwa Tanzania inchi zinadaiwa wacha mtu binafsi lakini cha muhimu ni kung'ang'ana kujikakamua kulipa lile deni baki bila deni lakini mambo na kutishiana hiyo sijei kuona mahali ya wa kwa katiba unamtumia message, unamtishia nitakufanya hivi, sifurahii hauta uta wacho kwa sekunde nilipo nitakuonyesha, uta utanipenda tena. Hiyo ni nini? Unatumia mwanaume ni nini hiyo unaongea sasa? Wewe unaongea nini hiyo? Basi message inapelekwa kwa polisi hiyo message, tunaenda pia sisi kuandika wao, pia hao wamewatishia, wanaenda kuandika kwa OB. Wakisha andika kwa OB, si wameandika kwa OB hiyo message? Basi utaitwa ni polisi, ulizwe ni hatua gani ulikuwa unataka kumchukulia huyu. Uongea, ongee, uongea, ongee, ulizo. Ah, ah, tuambie. Ulikuwa unamwambia hata kupenda tena, asikosa kukulipa. Ulikuwa unataka umfanye nini? Unataka uwe mwenzako. Unataka umfanye nini? Kila mtu ni wa serikali. Usi, unaniona mimi, unakuona wewe hapo. Unaona yule mwenzako hapo. Unaona hata wazungu wakishaingia hapa Kenya wako chini ya serikali. Kwa hivyo usifikirie unaweza kufanya mwenzako vile unavyofikiria. Hauna dunia yako wewe, hauna njia yako wewe. Order. Order, this is a new world of order. Kuna sheria ziko kwa mujibu wanadamu waishi. Ingekuwa hakuna sheria, watu wangefanyana vitendo vibaya sana. Kwa hivyo hivyo unataka kujichukulia tu wewe, unakainji kako unakatengeneza hapo kwako, hiyo ni urongo kabisa. Hauna inji yako na huna sheria zako. Deni, kila mtu anadaiwa ama mimi naongea vibaya kweli. Na naomba hapo kwa comment section, mniambie maneno kama naongea ina, ni vizuri kweli mtu aanze kutishia mwenzake sababu ya deni na ile hali washaenda, washapeleka mbele mpaka wakaidiana, wewe unachukua hiyo pesa hapo mahali ambapo unachukua pesa, siku hazijafika kwenda kuchukua pesa hapo, ushaanza kuandika message na kumtishia. Hiyo ni nini sasa? Huyu ni mtu kama yuko above the, hakuna mtu above the law kabisa kila mahali duniani kwote, hakuna mtu ako zaidi wa sheria. Sheria ni za kuto govern sisi. Na sasa, kama itafikia mtu utaanza kumwandikia meshi za kujitishia, basi atadikilia waziwazi, ah, kwa hata kwa mitandao sema, basi maisha yangu iko hatarini, fulani fulani ananifuatilizia, amenitumia hii message, amenitumia hii message sababu ya hii na sababu ya hii. Kwa hivyo chochote kinipata kibaya mahali popote, mtu wa kwanza kuulizwa ni fulani fulani, manake ashanitishia hivi na hivi na hivi. Hivyo ndio itabidi sasa Manake hatuwezi kuishi tukiogopa sababu ya wewe mtu mmoja ama mtu hawezi kuishi akiogopa ya sababu yako. Hapana, tunafaa tuishi tukiwa tunajua tuko na serikali. Serikali yetu inatu, inatu, inatu, inatu guard seat. Hiyo serikali unaiona iko hapo. Iko hapo sababu ya sisi na iko hapo kwa sababu ya watu kama wale wanaotishia wenzao. Wanyoroshwa nyoroke vizuri. Haufai kutishia mwenzako hata kama una mdai milioni, usimtishie. Fuata njia inayofaa na utapata pesa yako. Kwanza mwenzako hajataka kukulipa, hata anaendelea kukulipa, alafu kisha unamtishia ni nini sasa? Una, unafanya unamtishia? Sheria ziko my friend, ukicheza na sheria sheria usione kama ukata mbele na nyuma. Hata kama unaona kama pengine uko sijui nini, uko kona kona godfather ama kona nini, hakuna cha hivyo. Sheria ni sheria, tufuateni sheria jamaa, tuacheni kutishana watu. Usitishie mwenzako, mwenzako kama amekukopesha hata wewe siku moja inaweza badilika, wewe mwenyewe ukawa hauna chochote, huyo mwenzako unamwona kama anadaiwa, akazidi akakuwa juu zaidi, ukamwona anamiliki vitu vya pesa mingi kuliko hivyo vyako unavyomiliki, ukamwona ako na vitu vingi vitu vya dhamana kuliko vyako, na hata ukampigia magoti, ukampata yeye ndio suluhisho. Sasa yeye ndio njia unafaa wewe udili na yeye ndio uweze kupenya, unataka kupenya, utafanyaje? na ulikuwa unamwitia polisi utafanyaje? Na ulikuwa unamtishia, unamwambia nitakufanya nitakufanya, hata nipenda tena sikupendi hapa duniani. Unaona kama tunakaa sababu tuna, tuna, unapenda mwenzako kwa akae? Hapana, najua ingekuwa ni sababu yako watu wengine wangekuwa wako, lakini sasa tunakaa kwa mujibu wa sheria. Sheria inataka kila mtu akae na akiwa ametosheka na akiwa afanywe lolote na atishwi, ndio yote, sheria inasema hivyo. Kwa hivyo tuacheni vitisho, tusitishiane, wacha mwenzako atatafuta pesa atakulipa na kama ni kitu yako kama ni shamba yako ulimuuzia, kama amebakisha pesa fulani, usimtishie, atangangana atafuta pesa, ikishindwa atakata sehemu moja ya shamba ataiuza kumalizia deni yako, lakini usimtishie. Ukimtishia sasa, serikali inaingilia hapo ndani, na serikali inaingia mzima mzima hapo ndani, mambo ya kutishiwa, maana tunajua mambo ya kutisha venye nafiki yango huko mbele. Kwa hivyo tuchungeni midomo yetu, tuchungeni kuandikiana message ya vitisho, tuchungeni kupost vitu ambavyo havifai, si vizuri kufanya mwenzako akae na wasiwasi.